Size. Eh, leo naenda kuelekeza namna ya kufanya registration legis au login katika SimuVote platform ambayo imetengenezwa na PigaTech Soft Company Limited ambayo inajikita na kutengeneza software product ikiwemo product za, za shule product za mtu binafsi na product mbalimbali hii SimuVote ni voting platform au ni platform kwa ajili ya uchaguzi ambao unajumuisha watu chini ya watu mia tano. E, mfumo huu umejikita katika election ndogo ndogo. Sabila kupoteza muda, labda niende moja kwa moja katika kuelekeza namna ya kujoin pale, ambapo unakuwa umetumiwa SMS au umeadiwa na admin aliyekreti kwa ajili ya vote eh. Kwanza utapokea sms ambayo inakuwa na credential au details kwa ajili ya kulogin, utaelekeza eh hapo ina, ina, ina, itaonyesha inavokaa hapo ita na, utatumiwa sms ambayo imeandikwa welcome to simuvote ambayo inakuwa na vitu vitatu: election, jina la huo uchaguzi uh, au election group code au code kwa ajili ya election, pia na default password au password kwa ajili ya login. Ukishapewa, kama admin atakuwa amekutumia link itakuwa vizuri zaidi. La kama hujatumiwa link, utaenda kwenye Google browser au Google page, utasearch simuvote, simuvote.com, simuvote.com. Baada ya hapo itakufungua page kama hii. Eh, uta uta scroll chini hapa utakutana sehemu imeandikwa join as a voter, utabonyeza Umeshabonyeza itafunguka baadae, utambiwa uingize, kuna siku utakuta sehemu mbili, utakuta welcome back login access to voting room. Kuna sehemu ya voter login na kuna sehemu ya admin login. Wewe utaenda kwenye kwa yule aliadiwa, ataenda kwenye login voter login, na kwa yule aliyetengeneza room kwa ajili ya voting ataenda kwenye admin login. Ila kupata muda, twende kwenye hapo utaingiza election code ambao utakuwa umetumiwa kwa SMS. Kwanza utaingiza election code ambao umetumiwa kwa SMS. Mimi yangu nimeshaingiza hapo, nane C saba F E tano. Pia itaingiza namba ya simu ambayo imetumiwa kwa SMS nishaandika. Pia naingiza password ambayo imetumwa, ambayo imetumwa yangu nianza na ai ndogo. Okay. Ehe, kishamaliza unabonyeza access room, access vote room eh, anaambia kwamba namba simu andike ile ambayo kwanza ile sahihi na pia ile ambayo umetumwa mm. Acha namba moja. Baada ya hapo, itasindicate tunaweza kulogi kwa nini hiyo hmm. Dashboard ambayo kana namna hii, sasa hapa ut utaweza kuangalia election timeline kwamba kutakuwa na proposal phase, kutakuwa na voting phase, kutakuwa na result phase. Hizi phase mfumo una phase tatu. Phase ya kwanza, hizi zote phase tatu anaweka timeline aliyetengeneza hilo election room au voting room, ambapo kwanza kuna proposal phase. Proposal phase kwa lugha rahisi na Kiswahili wanasema kwamba ni muda wa kupendekeza katika zile position au zile nafasi za uchaguzi. Kwa hiyo utakuwa na muda hapa, muda uliosetiwa ni Januari kumi na moja Januari kumi na mbili ambao muda ni saa mbili ni saa mbili Januari kumi na moja saa mbili kamili hadi Januari kumi na mbili saa tano dakika hamsini na tisa Baada hapo, hiyo phase itajifunga itafungia voting phase ambayo itaanza Itaanza Januari 13 saa sita kamili usiku hadi Januari kumi na tano, saa ngapi? Saa nne dakika hamsini na tisa. Huu ni muda wa, ambao na maana mfumo itachagua watu wale washindi waliopendekezwa sajfunganea. Baada hapo muda ukishajifunga utatokea muda wa nini, wada ma, ma, majibu yale wachagua yamesha Ushatoka, unaweza kaenda kadownload hivyo na na hivyo. Kwa mfano unaweza kuona results, unaangalia hapo, kwa sababu bado hajafanya chote, bado kuna amna kitu cha kuletea, ila kisha kshza process zote takuonyesha. Seteni sana.